Sheikh Ibrahim, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wa, wa Mirachkani YouTube wanakutazama sambamba na wapenzi wako katika TikTok na platform zote za Sheikh Ibrahim Mkongomani, eh, unawaambiaje leo katika faida kwanza? Uh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma salatu wa salamu ala man alladhi ba'atha fina rasulahu Sayyidina Muhammad. Jambo la kwanza ambalo ningependa kushare na ndugu zangu ambao wanatufuatilia, ili Mwenyezi Mungu akatuingize peponi. Kwa nini tumekuwa hivi? Na kwa nini nimesema kwa nini tumekuwa hivi? Waislamu hatueleweki katika baadhi ya mambo ya nje ya kiibada. Actually, katika ibada tunaeleweka kwa sababu ni mfumo ambao Allah subhanahu wa taala alikwisha tuandalia kwa maana tutaishi nao mfumo mpaka mwisho wa dunia. Naposema kwa nini tumekuwa hivi? Kwa sababu hatueleweki katika masala ya ya umoja, hatueleweki katika masala ya maendeleo, hatueleweki katika masala ya, kuna kitu wanaita politics and leadership, siasa na utawala. unajua siasa nayozungumza siyo hii siasa ya Chadema na CCM. Mtume amefanya siasa, lakini siasa ya kweli, wanasiasa wetu ni waongo. Yani wakizungumza maneno mia mawili tu ndio ya kweli. Sasa napozungumza siasa siyo hii ya kura. Yani naposema kwamba tumekosa kujifunza, yani hatuelewi siasa na utawala vivi, hatuelewi sasa. Imamu Ali karamallahu wajhahu radhiallahu anhu aliwahi kusema kiwamu dini wa dunia biarbaa, ili dini na dunia iweze kwenda sawasawa. Yani hapo inaonyesha kwamba dini ni, ni, ni, ni kitu kingine dunia ni kitu kingine, sawa na kila kimoja katika hivi viwili vina watu wake. Taibu, dunia ina watu wake, na dini ina watu wake. Sasa ukileta dunia kwenye dini, dunia dini itakwenda kubeba akhera, kwa sababu watu wa dini ni watu wana malengo yao sana ni akhera, sasa kwenda kulakiana na Mola wao. Watu wa dunia watu wa, wa dunia malengo yao sio akhera, wanatamani waishi duniani kwa miaka hata elfu moja. Sasa aliposema qiwamu dini wa dunia biarba, ili dini na dunia viende sawa, kuna mambo mangapi? Manne. A yani, hayo mambo manne yakipatikana, dini na dunia vitaenda sawa. Hizi kelele zote tutapiga yani, sijui waislamu wamekosa maendeleo, kutakuwa hakuna, kwa sababu dini na dunia vinaenda sawa. Cha kwanza akasema alim mustamilu ilmahu, wapatikane wanawachuoni watakaoifanyia kazi elimu yao. Naam no. na wanawachuoni wanaokusudiwa hapa sio wadini tu. Naam no. Yani, alimu mustamilu ilmahu, wanawachuoni wanaokusudiwa hapa sio wanawachuoni wadini peke yao no. hata wale wanawachuoni wa elimu ya biolojia elimu hii ya kidunia kwa akipatikana mwana wa chuoni mwenye kuweza kuifanyia kazi elimu yake, dini na dunia vitaenda sawa. Kuifanyia kazi vipi? Mfano, hakimu kabla ya kuwa hakimu, amepita shule, si ndio? Naam, alikuwa analipiwa ada na wazazi wake walimsomesha wazazi wake, baadaye akaja kuwa hakimu. Kwa kuwa ana elimu, anatakiwa ifanyie kazi elimu yake kwa kutenda haki, kwa sababu akiwa pale watakuja watu wa namna ngapi? Mbili, mbili. wote wanagombania haki hiyo moja. Hakuna haki na kwa watu wawili, yaani pande zote mbili ziwe na haki sawa, hapana. Maana yake lazima kuna mmoja ndio mwenye haki, ndio mwenye haki. Sasa kama atakuwa ni hakimu ambaye Sio mtu wa, sio mtu wa dini ni mtu wa dunia, yuko tayari kuichukua hiyo haki kutoka kwa mwenye haki kuma na kumpa asiyekuwa na haki, hapo tunasema anakuwa hakuifanyia kazi elimu yake. Ili aifanyie kazi elimu yake ni lazima aifanyie kazi elimu yake. Yaani mfano mzuri shefe ni mwana chuoni katoka Madina ndio yeah, kasoma. Kazi ya kwanza anayotakiwa kuifanya ni kuwakusanya watu kwa sababu idha nadhatuna ala dunia bil uyun al fasih wajaltu dunya salima min al uyub than aduna al hasana wa duna laysa al kabih walakin akhlaq rajul tadhiq, ukitazama dunia utaona dunia sio mbaya wala sio nzuri, tafsiri ya dunia, kwa sababu dunia sio kitu kinapimwa kwenye mzani. Yaani wewe hapo nikwambie naomba upime dunia ina kilo ngapi? Utaniambia? Sitaweza. Na labda nakwambia Bwana Miraji nataka uniambie dunia ina rangi gani? Uwezi kujua. Maana dunia ni neno tu hmm. Si ndio? Sasa. Dunia ni neno ni tofauti na kusema ule pale ni mlima tunaenda tunaupanda ni mlima. Si ndio? Ndio. Yale ni maji tunayaona, ule ni mti, mti tunaoona. Kitu tunaposema dunia ni kitu ambacho haukioni, haukioni. haukioni. vitu, tu. Vitu. Hmm. Ndo anasema ukitazama dunia kwa ufasaha, kwa jicho zuri, utakuta dunia sio mbaya na utakuta dunia ni nzuri. Lakini wanaotakiwa kuifanya dunia ionekane kuwa nzuri ni binadamu. Binadamu wakiwa wazuri, watu watasema dunia ni nzuri. Kwa nini? Wataishi kwa kufata amri za yule aliyewaumba. Zina itapotea, rushwa itapotea. Hivi unajua leo kuna watu, dunia ilipofika leo, kama wewe ni maskini Hakuna hata akija niko niko kwako kwa pengine wewe utampiga ndo mzinga. Hakuna atakachonufaika ataka, lakini ukiwa na hela, siku atakapanda gari tu, mjomba ndo anakuja hivyo, naomba nikukute mjomba, miaka mingi hatujaonana, kwa sababu watu wanaangalia kitu kuliko utu. Kwa kama watu wangekuwa wanaangalia utu zaidi dunia tunasema ni nzuri. Sasa, kuna nielewa. Nielewa. Nielewa. Lakini kama watu watakuwa ni wabaya katika dunia, watu ambao zina imetamalaki kama leo iko kila kona na inapigiwa mchepuo hmm. ma, ma, ma, ma, ma betting haya kamari yametamalaki. Wanawake wanaotembea uchi ndio wanaonekana wenye akili leo, si ajabu kumkuta mtu anayefanya kazi ya dini anaambiwa hana kazi. Right. Na anasimamishwa mtu wa kiwanda cha pombe mm, mzee fulani, cha pombe ndio mm, anaambia mzee anayeuza <laughs> eh, pombe anaonekana ana thamani. Dunia hii haiwezi kuwa na maana kama tutawalinganisha watu katika ustawi huo. Ukitazama dunia utaona dunia sio mbaya, na ukitazama dunia utaona dunia na nzuri. Sawa, so, Unanielewa sio? Nakuelewa, nakuelewa Shekhi. Ukitazama dunia utaona sio? sio mbaya. Na ukitazama dunia utaona ni nini? ni nzuri. Nzuri, nzuri kwa sababu ya watu. Sasa, watu wake ni wazuri, ndio maana unasema karne bora kuliko karne zote na haitawahi kutokea, ni karne aliyoishi Mtume Muhammadi sallallahu, pamoja na maswahaba zake radhiyallahu anhu. Hiyo ndio karne bora ambayo haitawahi kutokea kwa sababu kwa sababu watu wake walikuwa ni wazuri Nataka shehe, tunapoizungumzia dunia tunazungumzia watu ni watu. Kwa sababu dunia sio kitu unaweza ukakishika kama chupa. Mm. Kwa sababu nilikwambia ili chupa linaonekana. Ndio ndio. Si mtu anasema chupa. Mm. Aya, Miraji, niambie dunia ina rangi gani? Au uwezi kuipima? Dunia ni uwakilishi ni neno ambalo linawakilisha, lakini asili ya dunia nasema asili ya dunia ni watu. Ndio maana akasema kule kwamba dini na dunia viende sawa, dunia itakuwa sawa kwa sababu hivi vyote viwili vina watu wake. Dini ina watu wake na dunia ina watu wake. Kwa hiyo akasema qiwamu dini wa dunia bi arba. Kwanza akasema alimun mustamilu ilmahu, jambo la kwanza wapatikane wanawachuoni watakoifanyia kazi elimu yao. Jambo la pili, ngoja sijamaliza. Wanawachuoni tulio tulionao leo hapo sasa ni wanawachuoni ambao hawa, baadhi sio wote ni wana wa chuoni ambao wako wanafanya kazi kwa ajili ya matumbo yao, sio kwanza kwa ajili ya dini, kwa sababu leo unaweza kumkuta mtu ni nazungumzia sasa dini, sizungumzie na chuoni wengine. Leo unaweza kumkuta mtu mm. ni mfano mimi ni mhubiri mu... mm. mfano mimi ni mhubiri naam, na napiga hesabu ya kumiliki gari la milioni ishirini napiga hesabu ya kumiliki nyumba ya milioni thelathini lakini ukinitazama mimi mm. Ukinika, ukanitazama mimi vyanzo vyangu vya mapato kuipata hiyo pesa sina, lakini kwa sababu nina hamu ya kupata hivyo vitu ni lazima nitaitumia dini iniletee, iwe mvua iwe jua sawa sawa. Lakini pia tuna baadhi ya mashehe wamepewa dhamana, wanaeleweka serikalini wanaoeleweka kwa matajiri wao wamejibinafsishia hata linapotokea tatizo msikiti fulani ume, ume, umebomoka sehemu fulani, Waislamu unapata shida hmm. Unamfuata, unamwambia na wewe unafahamiana na, na, na matajiri, mpigie simu ile namba tu ya tajiri kukupa naogopa shida. Shida. Kwa sababu ni nini uchakala ni jambo la pili waljahilu la yastankifu ayataalama wapatikane wajinga ambao hawataona tabu kujifundisha ndio dunia, dunia na, dini na dunia itaenda sawa. Saasimu. Tuna wajinga wengi sana kwenye Uislamu, wapumbavu wengi sana. Tuna watu wa hovyo kwa sababu leo kila mtu na hmm. Hivi visimu vimekuja, kila mtu akula kwa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nini haram? Nini halal? Wewe watu wako wajinga sana. Ukimuuliza anakwambia mimi sijasoma lakini sikubali. <laughs> Mimi sijasoma lakini undangani. Undangani. <laughs> kwa, wapatikane wajinga ambao hawataona tabu kujifundisha. Si unanielewa? Naam. Wapatikane wajinga Hmm. ambao hawataona tabu kujifundisha, kwa sababu ujinga sio tu sahihi. Mtu yoyote asiyejua ni mjinga. Mjinga. Hmm. Sasa ukisha kuwa mjinga, usikubali kuwa mpumbavu. Sasa, sasa leo katika dini yetu tuna watu wa namna hii ambao hawajui na hawakubali kwamba hawajui, kwa sababu leo tuna hivi vitu vya nani, hii haya mambo ya makamati ya misikiti, ndio ndio za kamati ya misikiti misikiti, ndio ndio. Shekhe anajua kusoma sawa, katibu hajui chochote kwenye dini wala kwenye dunia. Alikuwa ni, ni mwanajeshi huko akastaafu, akaona niende niangukie wapi na madawa yangu ya presha mm, kapewa uongozi pale msikitini mm, anataka au anapingana na, na shekhe aliyesoma. Shida inaanzia hapo, si unanielewa wewe? Haya maneno ndio, ukisema unatukanwa, unaambiwa unataka kuvuruga amani Aya maneno ukiyasema, mm. unaambiwa wewe, unatafuta jina, unatafuta kiki. shekhe kiimamu kasoma masuala ya dini. Masala ya dini huyu, mm. katibu sio, hata hiyo dunia yenyewe, mambo ya dunia hajui, yaani hajui chochote dini wala, wala dunia hanyu. lakini yeye ndio anataka imamu awe under control yake O, utafika kweli utakuwa na dini kua utaongozaji watu wakati huo wa kusoma unakuta, shekhe wa wilaya mm, anakuwa under control ya mwenyekiti wa wilaya. Mwenyekiti wa wilaya si mtaalamu wa masala ya dini, lakini anataka ampangie shekhe wa wilaya. Tatizo hilo ni tatizo. Ili dini na dunia viende sawa Lazima lazima wapatikane wajinga, wajinga ambao hawataona tabu kujifundisha. Jambo letu la pili eh. sawa, sawa, sawa. Jambo la tatu anasema jawadun la yabkharu bimaarufi, wapatikane matajiri ambao hawataona tabu kutoa mali zao kwa ajili ya dini A, kwenye zama zetu wa... sasa ndio dini utaendeshaje dini A, ma, ndosasa Imam Ali anasema kwamba jawadun la yabkhalu bimarufi, wapatikane matajiri ambao hawatakuwa mabahili katika kutoa. Wakipatikana matajiri ambao hawatakuwa mabahili katika kutoa, katika dini dini na dunia vitaenda sawa. Sasa tukija katika hiyo hiyo hiyo hiyo, kwamba matajiri wapatikane kama ulivyosema, wanapatikana wao, awe matajiri waache kuweka, kwamba matajiri wa sasa hivi wa Kiislamu wamegawana masheikhe, kila tajiri ana sheikh wake sasa. Na usidhani kila tajiri kuwa na shehe wake kwamba ana imani ya dini. Ah, huyu mm, shehe wake anamsomeaga dua. Ndio, ndio. Huyu shehe wake kuna vitu anamtuma tuma na kwenda kwa haraka. Lakini ngumu sana kumuona mtajiri msikitini limetokea jambo. Amjui yule mtu akasimama akasema hilo mimi nita clear. Mpaka muulize shehe wangu vipi? Huyo unamjua? Watu wafanye kwa ajili ya Mungu. <laughs> Na Allah anasema la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Anasema Mwenyezi Mungu msiziharibu sadaka zenu kwa kuwa mnasimbulia simbulia. Tajiri mpaka apewe ruksa, yani matajiri wamegawana mashehe, kila shehe anakwambia mimi na kitonga changu na tajiri wangu. Sio matajiri wa dini, ni matajiri wa mashehe. Sijui unanielewa hapo. Dini inatakiwa iwe na matajiri ambao wako tayari kusapoti dini katika mazingira yote, sio mpaka shehe fulani aseme, kwa sababu mashehe wenyewe hawatoki kutembea. Watajuaje matatizo ya Uislamu? Hawawezi kujua, ila nao toka kutembea ni ile kundi la wahadhiri, ndio nao ndio wanaotoka kuwafikia Waislamu wenye shida mm. Shehe anaweza akakaa pale Dar es Salaam miaka sita miaka minane hajajua hata pale pale Kibaa kuna matatizo gani. Yeye katoka Mwananyamala akaenda kwenye maulidi mambo mengi. Basi kamaliza sijui na nini na kuelewa vizuri sana. Matajiri mtihani. Matajiri wana mtihani matajiri mkubwa na lazima wataulizwa na Allah. Kuna watu pale Muhimbili vijana Waislamu wanakufa vibaya, kuna binti amezikwa juzi alikuwa na matatizo ya ya moyo yule binti, bado mdogo, moyo wake unaonekana umetanuka, inatakiwa shilingi laki saba tu, hana baba hana mama, yule binti amekufa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hivi Dar es Salaam pale hakuna hakuna matajiri tajiri ambaye anaweza katoa laki saba pesa ndogo sana hiyo. lakini wasikilize sasa wakiwa wanajifakhiri, yeah. kwenye hizi simba na yanga wasikilize wakiwa wanajifakhiri katika kamari na mambo mengine ya kidunia. Waangalie wanavyowapangishia wanawake na kuwanunulia wanawake magari. Basi bora wao wanunulia wale wanawake magari ya wake zao, mahawara zao bado wanafanya zina, na sisi tunajua ubaya wa zina. Bado anahonga, manake anainunua nini? Zina. watu watoto wa Kiislamu wanakufa ambao ni tegemeo la Waislamu. Unajua huyu mtoto pengine katika Uislamu angesaidia nini, amekufa kwa kukosa laki saba kitu ambacho kwa Wakristo uweze ukiona. Ndio maana unaona Wakristo wana hizi jumuiya, hao wa Roma wana jumuiya. Hizi jumuiya za Wakristo ziko Tanzania nzima. Juzi nilikuwa Kigoma; asubuhi nimeamka nakuta jirani yetu ni Mkristo. Nakuta kuna watu wamekaa nje wanapiga. Namuuliza ukiasema, hawa ni jumuiya, wanakuja kumjulia hali wajua ana matatizo gani? Wanakuja kumjulia hali. Mwenzao, wajua ana matatizo gani. Kwa Uislamu wewe ukiona hichi Muislamu anakufa mwimbili kwa sababu ya laki saba. Laki saba. Na sio kwamba hakutangaza. Mm. Watu wamepita kutangaza kwa sababu sio maarufu mm. Matajiri wengi wa Kiislamu wanataka wakitoa gazeti liandike, mitandao mm, itoe. Au ujaona watu wanaenda wanaenda kusaidia vituo vya watoto yatima, naona lazima kwa sababu yatima, moja ya kanuni Mwenyezi Mungu anataka yatima asitirike, si ndio? Yani usi, usi. Kwa sababu leo mtu anakwenda amepata matatizo yake, kazi imeharibika, hali ni mbaya kimaisha, ndio nakuta wanangoja ngoja ninoe mchele hapa nikasome dua kwa watoto yatima na bado akifanya hivyo anachukua kamera na waandishi wa habari wanakwenda mpaka pale kwenye kituo cha watoto yatima hmm. Na bado akifanya hivyo anakula chakula na kutoa shukrani, nimekuja hapa kwa watoto yatima, nina matatizo yangu. Kwani mtoto yatima anakula chakula akiona kwenye bango panasema kituo cha kulea watoto yatima, yeye mwenyewe anajijua kwamba kumbe mimi ni yatima. Hawa ndio matajiri wa Dar es Salaam. Hawatoi, sio Dar es Salaam tu, baadhi sio wote, sio wote. Matajiri wa Kiislamu wa Tanzania hawatoi, baadhi yao kitu, ila kuwe na kitu. Sasa kama dunia itakosa matajiri wanaotoa kwa ajili ya dini, hizi tiketi za hija hizi mm. wanaacha kupewa watu wenye uhitaji, wanapewa watu ambao wana uhitaji. Ay, maneno watu lazima waambiwe, kabisa kuna watu wana mahitaji ya hizi tiketi za hija. Kuna watu hija zao za 30 mtu za anaenda hija mpaka arobaini bado yumo tu Akishaenda hija akikutana naye kari ya koo, vituko vyake ni vile vile vile vile, habadiliki. Na kesho mwaliko ukija waje, anapewa, anapewa tena hmm. Wano... ngombe hizi zimechinjwa juzi hizi ngombe hmm. watu wanatoa ngombe mpaka 500 kuna watu, kuna jamaa wangu mmoja kapewa ngombe yangu, subhanallah sabini, kachinja ngombe mbili. tajiri mbili na <laughs> yeye, yani ni tajiri alafu bado anashindwa kufikisha hmm. Ng'ombe mbili katika ng'ombe sasa. Hiyo dini na dunia vitaenda sawa kweli? Ukiwa na matajiri ukiwa maneno, na kunye, kunye wa namna hii, ukiwaambia maneno anakuambia yule, kwenye hata kwenye duka langu asifiki, simtaki mimi, mtu mbaya sana mimi, nimeleta shaka, mchonganishi hapa. Haya ndiyo maneno wa Uislamu wanatakiwa waambiwe kwamba pepo ya Mwenyezi Mungu sio kitu cha kupata kwa urahisi kama watu tunavyofikiria. Pepo ya Mwenyezi Mungu inahitaji kuifanyia kazi Taimu. Hilo jambo la ngapi? La tatu. Na jambo la nne akasema kwamba hilo la tatu, wapatikane matajiri ambao. Jambo la nne akasema faqirun la yabiu akhiratahu bidunia mm, wapatikane masikini ambao hawatakuwa tayari kuuza akhira yao kwa ajili so, ya dunia. maneno mazito, wapatikane masikini ambao hawatakuwa tayari Kuyuza kuuza akhira yao kwa ajili ya dunia. Yeah. <laughs> Nikisema hivyo, akilini wanaonisikiliza wameshaelewa kuvumilia umaskini. Yaani unaona kuna mzigo ule lakini pesa ya haramu. Kwa sababu watu wasichokijua ni kwamba umauti unakuja ghafla. Unaweza ukasema acha nicheze kamari hizi siku mbili bwana. Ndio. Nitapata hela, alafu nitakuja kutubu. Ukadumbukia kwenye kamari siku ile mara kule mauti anaondoka na roho yako. Subhanallah. Ulimsikia siku za nyuma mtoto wa Mwanaishi. Mm. Alimuita Mwenyezi Mungu ni mfano wa mwanamke na akawa anairudia ile kauli, ndio ndio ndio. Kwa nini alifanya hivyo? Siku za nyuma aliporomoka, kila akitoa ngoma hmm. haibambi kila akitoa ngoma haibambi. Akakaa akafikiria, nitafuteni wenyewe naita kiki. Atafuta kiki? Sasa kiki yangu mimi nitakwenda kwa Allah, subhanahu wa ta'ala, nitakufuru. Nitakufuru maana yake, anauza dunia, anauza akhera kwa ajili ya dunia. Subhanallah, maneno mazito, acha Nazungumza Harmonize kwa sababu hata klipu zimetoka na yeye mwenyewe alisema na wewe una mwenye mtangazaji ulisikia? Sahihi kabisa. Lakini masheikh wengine walisupport muiteni. Kabla ya kumuita mmewaambia nini hukumu yake Waislamu wajue? Wakati anasema haya ana, ametoga amevaa hereni amesuka amevaa na kipini cha eh. Ndio. Sahihi kabisa. Maana la'anallahu al-mukhannathina mina ar-rijal walmutarajilatu min alnisai, amelaaniwa mwanaume mwenye kujifananisha mwenye kujifananisha na mwanamke, na amelaaniwa mwanamke mwenye kujifananisha na mwanaume. Kwa nini amunaiza alifanya vile? Aliitaka dunia. Na Imamu Ali anasema ili dini na dunia viende sawa, wapatikane masikini ambao hawatakuwa tayari kuuza akhira yao kwa ajili ya, ya dunia. Kuna mtu anakuambia mimi ni masikini, hapo nilipofika nimechoka, nitafanya chochote kama kukufuru kama kuua, potele yapote. Mungu mwenyewe anajua, mimi nitafanya chochote, siwezi kukubali chochote, nitafanya nipate hela, nipate tu pesa. Lengo langu nipate nini? pesa, pesa. Na unakuta anafanya. Imamu Ali akasema, man lam yaarif maarufan bikalbihi wa lam yunkiri munkara kuliba fajuila alahu asfalahu wa asfaluhu alahu

Yeyote ambaye atashindwa kujua wema kwa moyo wake, kivipi hivi? Kuna wema mkubwa kama ipumzi tunayotoa akuna hivi? Unapofikiria sasa hivi, hakuna watu muimbili wanapumulia oksijeni wana wengi tu, hakuna watu wako kwenye koma wengi, hakuna watu hivi tunavyozungumza wanazikwa makaburini wengi tu, hakuna wachamungu sahivi wamepata mitihani mikubwa kuliko sisi wengi wao? Kwa nini tunashindwa kuuelewa wema huu wake Mwenyezi Mungu? Ndio anachozungumza Imam Ali kwamba, kama Muislamu moyo wako wewe utashindwa kuelewa wema ambao Mwenyezi Mungu amekufanyia kukupa afya, ukashindwa kuelewa wema ambao Mwenyezi Mungu amekufanyia kukupa afya, wakati wewe ni mzinifu muongo mshenzi tu lakini una afya. Kuna mtu yuko hospitali ni sala tano hazini, anaifunga Ramadhani, anaifunga Ramadhani kwa wakati. Kuna mtu yuko hospitali anaifunga Ramadhani kwa wakati, hazini asemi uongo, ni mcha Mungu kweli kweli, lakini Mungu amempa mtihani. Ila wewe ambaye ni mshenzi, Mungu hajakupa huo mtihani. Kwa nini unashindwa kufikiria uwema ambao Mungu amekufanyia? Yani wewe unatakiwa ukikaa ufikirie, lakini mimi jamani hapana, nadhili sana jamani, zinaona nipeleka baba eh, lakini mimi jamani hapana, kwa kweli mimi mimi nitapeli jamani, hivi nitatapeli, lakini mimi jamani ndio man lam ya'rifu ma'rufan biqalbihi, yeyote ambaye hata ujua wema kwa moyo wake, wala lam yunkiri munkara, na akashindwa kukataza uovu uwevu ha? kukataza uovu kukataza uovu tumeambiwa na Mtume Muhammad, manraa minkum munkara faughayiruhu biyadihi, sindiyo? Yeyote atakayeuona uovu uziwe. Kwa nini? Kwa mkono wake, akishindwa kwa, asi, a, a, a, aziwe kwa, kwa, kwa kusema ndiyo. Akishindwa akasirike, lakini uo ni udhaifu wa nini? Kumbe kukataza uovu ni ibada kubwa, yaani kuwa na ujasiri wa kumwambia mtobananjo ni jambo nalifanya, Mwenyezi Mungu ameiharamisha. Ni jambo nalifanya, bwana ni mbaya. Ni jambo nalifanya, sio zuri, Mungu amenikataza. Kumbe ni ujasiri wa kiwango cha juu, cha juu sana. Sawa, sawa, sawa. Adhabu yake ni nini? Anasema yeyote atakayeshindwa kukataza uovu, ila Mwenyezi Mungu atamgeuza mtu huyu, juu yake itakuwa chini yake na chini yake itakuwa juu ya subhanallah. Umenielewa vizuri kuelewa vizuri nanikuelewa vizuri. Mambo manne hayo aliyazungumza sema hadi eh... naomba tuishi humo eh... kwa leo naomba... tuweke nukta hapa katika jambo hili.